pita kuanzia katikati kufika hadi penalty box. Sasa kwa, kwa utaratibu kama huo unapata majibu ya tofauti kidogo. Mimi ninacheza kwa sababu mpira wa Tanzania tunahitaji kupata burudani kubwa. Tuongeze wachezaji wakubwa. Yeah. Lazima wetu ni kumshukuru pia serikali yetu wa kuwasaidia wa dhamini, awa, vilabu, kwa kuwasaidia wadhamini hawa vilabu mbalimbali katika kuwapunguzia mambo ya kodi na vitu vingine ili kutuletea wachezaji ambao wanakuwa timu kidogo tegemezi. Leo ndio mchezo wa kufungua ligi. Lakini ukiangalia KMC wanakocha mkubwa wanachezaji wakubwa. Singida Black Stars wanachezaji wakubwa, wanakocha mkubwa, e, a, ke, hasa Azam, mkubwa. wanachezaji wakubwa, yes. So hii tunapata utenganuzi kwamba sasa, kama timu zetu, timu yetu za Tanzania zinakuwa na makocha wakubwa wenye CV kubwa barani Afrika na wanachezaji wakubwa barani Afrika, tukiwaleta kwenye ridhimu yetu, wachezaji wetu wa ndani watapata mazoea ya kucheza na wachezaji wakubwa kama hawa na jinsi gani ya kutafuta mbinu ya kuwakapa tukikutana na timu nyingine aidha Senegal, Misri na vitu vingine, tunakutana wachezaji wetu wanapata ile IQ na ile skills ya kuwakaba na kucheza katika tempo kubwa. Eh, bwana nikushukuru sana. Aa, asante sana. Aa, okay, okay. Bo, bo. Aa, na nakutakia mchezo mwema. Na huyu ni mdau uh, si wa Simba Sports Club na akielezea sifa zake kuelekea mchezo huu wa leo. Hii ni Sanga Media TV. Bado tupo katika uwanja wa Benjamin Mkapa tunaendelea kukutafutia habari zilizokuwa nzuri, habari zenye moto moto.